Sasa tunapoanza wasifu wa Danieli, tumejifunza kwamba alipokuwa kijana alichukuliwa kutoka mji wake wa Yerusalemu hadi mji mkuu wa milki ya Babeli. Lakini sasa, kwa mpango wa Mungu, Danieli yuko karibu kuchukua nafasi kuu katika tamthilia hii ya ajabu, na yote yanaanza na ndoto. Aya ya kwanza ya sura ya pili hapa katika wasifu inatuambia mfalme Nebukadneza alikuwa na ndoto. Sasa tunaweza kuelewa hii Kumaanisha kwamba ndoto hii ilikuwa ikijirudia. Haikuwa ndoto tofauti tofauti, ni ndoto moja ambayo haikuondoka na ili mvuruga usingizi wake. Anahisi kuna kitu cha kipekee na muhimu kuhusu ndoto hii, lakini hawezi kuelewa ni nini. Kwa hiyo tunasoma hapa katika aya ya pili, mfalme aliamuru kwamba waganga, wachawi, waaguzi na wakaldayo waitwe ili kumweleza mfalme ndoto zake. Kumbuka kwamba neno wakaldayo mara nyingi linarejelea watu wa Babeli kwa ujumla au kama kundi la kikabila ndani ya ufalme, na hapa linarejelea darasa maalum la wanajimu. Kwa kweli, makundi manne yaliyotajwa hapa katika aya ya pili ni madarasa mbalimbali ya watu wenye hekima. Unaweza kuwajua kama mamajusi. Sasa karne kadhaa baadaye baadhi yao watajitokeza baada ya kuzaliwa kwa Yesu wakiwa wameona nyota yake mashariki. Hawa mamajusi wameamini unabii wa Danieli ambao hatimaye tutaufikia. Hawa ni kizazi cha kiroho cha mamajusi wakuu zaidi kuwahi kuishi Babeli, na huyo mamajusi alikuwa Danieli mwenyewe. Sasa, Nebukadneza anadai hapa kwamba mamajusi hawa, washauri mashuhuri, wamwambie mfalme ndoto zake. Kwa maneno mengine, hakuwa amesahau ndoto yake, lakini anataka kuwajaribu hawa watu kama wanaweza kumwambia ndoto ilikuwa nini. Atakuwa na uhakika kwamba wanamwambia ukweli kuhusu maana ya ndoto hiyo. Bila shaka, kama hawawezi kumwambia ndoto ilikuwa nini, ambayo ndio wanamsihi hapa afanye katika mstari wa nne, waambie watumishi wako ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri basi wataunda kitu tu kumridhisha mfalme ikiwa mfalme atawaambia ndoto ilikuwa nini. Lakini mfalme vema anajua zaidi, uwe wanapaswa kumwambia ndoto, au kama anavyosema hapa katika mstari wa tano, watararuliwa vipande vipande na nyumba zao zitaharibiwa. Kwa maneno mengine, atawaondoa na kwanza upya ikiwa hawawezi kutambua ulimwengu huo usioonekana huko nje kama wanaweza kutambua, anaahidi hapa katika mstari wa sita kwamba watapewa zawadi na tuzo, na tuzo na heshima kubwa. Tazama, ndoto hii imekuwa na athari kubwa kwa mfalme Nebukadreza, na lazima apate jibu sahihi. Kwa hiyo washauri hawa hapa wanaanza kuchelewesha muda, lakini hatimaye wanamwambia mfalme ukweli hapa katika mstari wa kumi hakuna mtu duniani anayeweza kutimiza madai ya mfalme. Kwa maneno mengine, hakuna mtu anayeweza kufanya hili vema. Kwa hasira, mfalme atatimiza ahadi yake. Anaamuru kwamba waganga wote wa Babeli wakusanywe na uwawa. Kapteni wake mtu anayeitwa Ariochi anatumwa kuwakusanya wote na kuwachukua. Sasa Ariochi anapofika kwa Danieli na marafiki zake Danieli ndipo anapogundua kinachoendelea. Inaonekana hawakuwa wamealikwa wenye vikao hivi na waganga wengine. Mwitikio wa Danieli hapa unaonyesha kwa njia hekima kubwa na busara na imani. Inaonekana kwa ruhusa ya Ariochi, Danieli anaomba muda wa kufunua ndoto na maana yake. Habari inamfikia mfalme na mfalme anakubali, labda kwa sababu Danieli anaonekana kuwa na uhakika kwamba anaweza kufanya hivyo ilhali watu hawa wengine wote wamesema hakuna mtu duniani anayeweza kufanya hivyo, haiwezekani. Kisha tunaambiwa hapa kwamba Danieli anawaomba marafiki zake watatu katika aya ya 18 kumwombea ili kutafuta rehema kutoka kwa Mungu wa mbinguni uhusu fumbo hili. Kwa njia huo ni mfano mzuri, ikiwa unakabiliwa na tatizo leo kitendawili kwa kusema hivyo katika maisha unajua moja ya mambo ya busara unayoweza kufanya ni kuwaomba waumini wenzako ungana nawe katika maombi. Naam, Mungu anajibu mkutano wao wa maombi ya pamoja. Biblia ina rekodi hapa katika aya ya 19, kisha fumbo hilo likafunuliwa kwa Danieli katika maono ya usiku. Usifanye haraka sana hapa. Sitaki ukose kuelewa kwamba Danieli hakuenda haraka kwa mfalme. Kwa kweli anachukua muda hapa kutoa sala ya shukrani kwa Bwana, na sala hii ni sifa nzuri kwa Mungu. Anamrejelea Mungu hapa kama Mungu mwenye enzi kuu, mwenye nguvu zote, anayejua yote, mwenye hekima yote, akimwelezea hapa katika aya ya ishirini na moja kama yule anayebadilisha nyakati na majira na kuondoa wafalme na kuweka wafalme. Katika aya ya ishirini na tatu hapa Danieli anamshukuru Mungu hasa kwa kufahamisha jambo la mfalme. Sasa anapopelekwa mbele ya mfalme asubuhi, danieli eh, ana mtazamo sahihi. Mungu ndiye aliyefanya hili, na na Danieli anakubaliana kwa njia na wenzake wapagani, inamaanisha kama utetezi wao kwamba hakuna mtu duniani anayeweza kufanya kile ambacho mfalme aliuliza. Hata hivyo anasema hapa katika aya ya 28 kuna Mungu mbinguni ambaye hufunua siri ninapenda hilo nebukadneza ni wakati usikie ushuhuda wangu binafsi ninajihusisha na mungu wa kweli na aliye hai ambaye anajua yote yanayopaswa kujulikana na kisha danieli anaongeza kifungu hiki kidogo hapa katika aya ya 28 na, na amemfahamisha mfalme nebukadneza yatakayo kuwa katika siku za mwisho kwa hivyo hii ilikuwa ndoto muhimu baada ya yote inahusiana na siku za mwisho, yaani itatoa picha ya kuibuka na kuanguka kwa falme za baadaye, na itafikia hadi kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, kwa njia kuanzia hapa katika mstari wa nne wa sura hii na sasa kuendelea hadi sura ya saba. Maandiko ya Biblia yanabadilika, huwa lugha ya Kiaramu badala ya Kiebrania, na hii huenda ni kutokana na maudhui ya sura hizi uwa hasa kuhusu falme za mataifa kwa uhusiano na Israeli, wakati sehemu zingine zote za kitabu cha Danieli zinahusu mambo ya Kiyahudi. Sawa, hayo yote ni msingi wa drama hii. Sasa Danieli anaendelea kuelezea ndoto ya mfalme kwa undani, na Nebukadnezar ameota ur ur picha kubwa. Uwe kichwa cha picha hii kimetengenezwa kwa dhahabu kifua na mikono yake vimetengenezwa kwa fedha, tumbo na mapaja yake vimetengenezwa kwa shaba, miguu yake ni chuma na miguu yake imetengenezwa kwa mchanganyiko wa chuma na udongo. Kwa hiyo mfalme anaota jiwe kubwa linateremka na kugonga miguu ya picha na hatimaye kuharibu picha yote. Jiwe hilo kisha linakuwa hadi linajaza dunia yote. Sasa lazima nikuambie, hiyo ingekuwa inachanganya kwangu, lakini Danieli kwa bahati nzuri anaendelea kumpa mfalme na sisi pia kwa njia maelezo mazuri. Na kama unaweza kufikiria tu mahakama ya Nebukadneza, sidhani kama wanapumua hapa. Uu uh, mfalme anakaa kwenye ukingo wa kiti chake cha enzi akisikiliza, na Danieli anaanza kumwambia Nebukadneza, hapa maana ya yote hayo Aya ya thelathini na nane, wewe na ufalme wako ni kichwa cha dhahabu. Katika aya ya thelathini na tisa, ufalme mwingine ulio duni kwako utainuka baada yako, na bado ufalme wa tatu wa shaba ambao utatawala dunia yote, na kutakuwa na ufalme wa nne wenye nguvu kama chuma na kama chuma kinachoponda utavunja na uponda haya yote. Kweli vidole kumi ni mwendelezo wa ufalme huu wa nne ambao unawakilisha wafalme kumi katika siku za mwisho. Kweli Nebukadneza, na wewe na mimi tunajifunza sasa kwamba kichwa cha dhahabu kilikuwa kinawakilisha kilele cha nguvu za ufalme wa Babeli, na tunajua kutoka kwa historia kwamba ufalme wa Nebukadneza utafuatiwa na ufalme wa Wamedi na Waajemi kama tutakavyoona katika sura ya tano, ufalme wa tatu ni Ugiriki. Hilo litaonyeshwa kwetu katika sura ya nane, na ufalme wa nne mkubwa utakuwa Roma. Vidole kumi, au wafalme kumi, wanawakilisha aina ya baadaye ya nguvu za kimataifa katika nyakati za mwisho kabla ya kurudi kwa Kristo. Hatimaye itaharibiwa wakati jiwe, jiwe la pembeni ambalo ni Bwana Yesu. Litakapo kuja na kushinda falme za dunia na kuanzisha ufalme wake wa milenia katika kuja kwake kwa pili. Sasa, Mfalme Nebukadreza, e, haelewi maana ya haya yote na ni mengi kufuatilia. Angeweza kutumia baadhi ya maelezo ya masomo na Biblia ya masomo lakini anaelewa kwamba Danieli amezungumza kwa ufahamu wa kiroho. Anajua Danieli amemwambia ukweli na anamwambia danieli hapa katika mstari wa arobaini na saba kweli mungu wako ni mungu wa miungu na wana wa wafalme na mfunua siri kisha anaendelea kumpandisha cheo danieli kuwa mtawala wa jimbo lote la babeli na mkuu wa wasimamizi wote wote wenye hekima wote mamajusi wa babeli katika mstari wa arobaini na nane na danieli hasahau marafiki zake watatu anaomba na anapewa ombi kwamba marafiki zake watatu wapandishwe cheo kuwa wasaidizi wa Danieli hapa katika jimbo, wakati Danieli anabaki kama mshauri mkuu katika mahakama ya mfalme. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha Danieli sasa ndiye mtu mwenye hekima anayeongoza katika ufalme wa Babeli. Unajua, lazima ilionekana kama hakuna kitu isipokuwa msiba wakati Danieli na marafiki zake walipochukuliwa kutoka kwa nchi yao kwenda kumtumikia huyu huyu mfalme na ufalme wa kigeni wa kipagani. Na maanisha ni nini? Ni nini kizuri kingeweza kutoka katika hilo? Ah, lakini unaona, Mungu alikuwa na kazi kwa ajili yao huko Babeli, na sasa wanaanza tu kuitimiza kwa kufanya, na usikose hili, kile ambacho wewe